Mwaka 1996 na 2011 wa Tanzania zaidi ya 1000 walipoteza maisha ndani ya saa chache tu. ni Mei 21, 1996. Siku hii watanzania 894 walifariki dunia kwenye ziwa Victoria. meli ya MV Bukoba iliyokuwa imebeba watu zaidi ya 1000 ilizama karibu na pwani ya eneo la Bwiru huko Mwanza, tukio lisilosahaulika kamwe. Meli hii iliyotengenezwa mwaka 1979 kwa uwezo wa kubeba watu 430 na mizigo, siku hiyo ikiwa na miaka 17, ilibeba tani 200, mara nne ya uwezo wake halisi. Licha ya tukio hili la kutisha, mwaka 2011 kwa sababu zile zile za kuzidisha abiria, mizigo na uchakavu wa chombo, MV Spice Islander 1 ilizama katika mlango wa Zanzibar karibu na Nungwi meli hiyo ilikuwa imebeba maelfu ya abiria, mbali zaidi ya uwezo wake wa watu 645. Ajali hii ilisababisha vifo vilivyothibitishwa 203, na watu 1370 walipotea. Matukio haya mawili yanatufundisha kuwa maamuzi ya mtu mmoja yanaweza kusababisha athari kubwa, kama ilivyokuwa kwa maofisa wa bandari na makapteni walioruhusu vyombo hivi kung'oa nanga. Unapopewa nafasi kwenye chombo chochote cha usafiri, jua umebeba dhamana kubwa nyuma yako. Jali usalama kabla ya kitu chochote kile. Mimi naitwa Temidayo. Kesho utajifunza kitu kingine.